across the country. Na taarifa nyingine zinaarifu kwamba viongozi wa makanisa huko Malindi, kaunti ya Kilifi, sasa wamejitokeza kupinga mswada wa kudhibiti makanisa humu nchini. Viongozi hawa wa kidini wanasema wataelekea mahakamani kupinga mswada huo, na wamemtaka Rais William Ruto kutopitisha mswada huo wanaodai kwamba utaathiri utendakazi wao na nani wameleta vipengele hivyo kwa hiyo, hiyo, hiyo bili. na hiyo bili ni ya pepo na sisi Pentecostals tuna ilani na hatuikubali hiyo bili yote in totality kwa sababu inaingiwa sumu. Sumu haiwekwi nyingi kwa chakula, inawekwa kidogo tu, na kidogo hiyo inatosha kuua kila kitu. Vipengele vile vya kishetani ambavyo sisi tumetengeza document tayari na tukapeana Katiba ya Kenya imeangazia waziwazi wazi ya kwamba makundi yote ya kidini yana uhuru wa kuabudu pasipo na kuingiliwa, that is the essence ya religious freedom, lakini bill hii iko na vipengele ambavyo vikipita vile vilivyo, basi ule uhuru wa kuabudu utakuwa umeondoka na